kwa kutujalia kuamka salama baada ya mapumziko. Kwa hakika hii ni neema kubwa sana, kuna ambao hawajaweza kuamka salama, lakini pia kuna ambao tayari wamesha kufa na wanasubiri kuzikwa. Kwa hiyo kwa mchwa salama ni neema, na kwa neema hii, kwa hakika muislamu natakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pili, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuiswali salatu subhi wajamaa wallahi, hii pia ni neema umeacha usingizi wako umeacha mapumziko yako umeacha kukimbilia kwenye kibarua chako ukakimbilia kwanza kumwabudu Allah subhanahu wataala. Hii ni neema na kwa neema hii pia unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wataala, lakini pia hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia kubaki katika kikao hiki cha kheri, kikao cha kujifunza dini ya Allah subhanahu wataala kikao cha kujifunza maneno ya Allah, kikao cha kujifunza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Jambo ambalo tunalisema mara kwa mara kwamba nafsi huwa haipendi, kwa unapoilazimisha na kuibana nafsi yako ikabakia katika kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni neema kwa hakika. Na kwa neema hii mwislamu unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani tukiwa tunaendelea kujifunza kitabu Al-Fiqhul Muyassaru fi dhaw'il kitabi wa sunna, na tulishaanza kitabu assiyam, kitabu cha funga ambayo ni sehemu ya nne hiyo, na jana tulianza mlango wa pili na tulisema mlango huu wa pili una masala mbili. Masala ya kwanza tuliiona jana, tuliipitia jana. Leo tutaingia almasalatu thania, masala ya pili, muftiratu saimi, mambo ambayo akiyafanya mfungaji funga yake inakuwa imeharibika, mambo yenye kuharibu funga wa hiya al ashiya allati tufsidu ala as-sa'imi saumahu wa tuftiruhu, nayo ni vitu ambavyo vinaharibu vina vina kwa mfungaji funga yake, na anakuwa tayari amefungua. wa yuftiru as-sa'imu bi fi'li ahadi al-umuri taliya, na hufungua mfungaji anapofanya moja ya mambo yafuatayo. Alawal, jambo la kwanza. Alaklu washurbu amdan, kula na kunywa kwa makusudi. Likaulihi taala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa taala aliposema, wakulu washrabu, na kuleni na kunyweni, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytul aswadi min alfajri mpaka itakapobainika kwenu nyinyi weupe wa mchana kutokana na weusi wa usiku. min alfajiri, katika alfajiri. Yani, mpaka ianze kuonekanaonekana kama kuna weupe fulani unaanza kuingiaingia, eh, na giza linaanza kuondoka. thumma atimmu siyama ila llaili kisha ikamilisheni funga mpaka usiku, kwa tunaruhusiwa kula na kunywa muda wa kuwa alfajiri haijaingia. faqad bayyanat alayatu, hakika imebainisha aya hii. annahu la yubahu lis-sa'imi, kwamba sio halali kwa mfungaji. alaklu waalshurbu, kula na kunywa. ba'da tulu'il fajri baada ya kuchomoza alfajiri, baada ya kuingia alfajiri, hatta llailu mpaka uingie usiku, yani ghurubu shams, mpaka jua lizami. Amma man akala amma <coughs> yule atakayekula au shariba au akanywa nasiyan, akiwa amesahau, fasiyamuhu sahihun funga yake iko sahihi, funga yake iko sawa. Wayajibu alaihi limsaku idha tadhakara au dhukira annahu swaimun, na ni wajibu kwake yeye kujizuia pale atakapokumbuka kwamba e, kumbe nilikuwa nimefunga au akakumbushwa kwamba wewe ulikuwa umefunga, mbona anakula, mbona na kunywa? Akakumbushwa, anatakiwa ajizuie eh, kuanzia hapo na aache kula liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake Mtume aliposema man nasiya wahuwa saimun, atakayesahau na hali ya kuwa yeye amefunga, fa akala au shariba, akala au akanywa falyutimma sawmahu, na aikamilishe funga yake. fainnama at'amahu llahu wasakahu, hakika si vinginevyo, Allah ndiye aliyemlisha na amemnywesha. Kwa hiyo kama mtu atakula kwa kusahau au akanywa kwa kusahau, funga yake inakuwepo na wala haiharibiki. Atakapokumbuka aendelee kujizuia na aendelee na funga yake. Wa yafsudu sawmu bisuuti, na vilevile inaharibika saumu kwa kuweka dawa puani, ima mtu ana mafua akaminia dawa kwenye pua zake, au akamiminia dawa kwenye pua zake. Wa bikulli ma yaslu ila aljawfi, na kwa kila ambacho kinafika ndani ya tumbo walau min ghairi lfami, hata kama hakijapitia mdomoni. Mima huwa fi hukmi lakli wa shurbi, lakini kitu hicho kiwe ni katika vitu ambavyo viko katika hukumu ya kula na kunywa. Anasema kalibri almughadhia almughadhia, kama vile sindano ya chakula au diripu ya chakula lakini kama itakuwa ni sindano tu ya kawaida ambayo sio ya chakula. Uh, unapochoma sindano ukiwa umefunga, funga yako haina shida. Lakini kama itakuwa ni sindano ya chakula ya kukupa nguvu au dripu ya chakula, hapo unapopigwa dripu hiyo, ujue kwamba funga yako itakuwa imeharibika athani. Jambo la pili lenye kuharibu funga, aljimau ni kufanya jimai, ni mwanaume kukutana na mke wake mchana wa mwezi wa Ramadhani. Yabtulu siyamu, hubatilika funga biljimai, kwa kujamiana. Faman jamaa wahuwa saimun, atakayefanya kitendo cha jimai na hali yakuwa alikuwa amefunga, batala siyamuhu, funga yake inabatilika walaihi ltaubat wal istighfar, na ni juu yake kufanya toba na kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa taala. Wa qadau lyaumi alladhi jamaa fihi, na kuilipa siku ambayo alifanya jimai. Wa alaihi maalqadai kafaratun, na ni juu yake pamoja na kulipa anatakiwa atoe kafara. Wa hiya itqu raqabatin, na kafara <coughs> ni ku mnunua mtu, mtumwa huru na kumwachia ni kumnunua mtumwa na kumwachia huru. fa in lam yajidi swama shaharaini mutatabiaini, kama hatopata mtumwa wa kumnunua na kumwacha huru atafunga miezi miwili mfululizo. fa in lam yastati, ikiwa hatoweza at'ama sitina miskina, atalisha maskini sitini.

E, Mtume wa Allah, halaktu, nimeangamia. Faqala, mtume akamuuliza, malaka, una shida gani? Umeangamizwa na nini? Qala, akasema waqatu ala imraati wa ana saimun, nimemwangukia mke wangu nami nikiwa nimefunga, nimemwingilia mke wangu mchana wa mwezi wa Ramadhani nikiwa nimefunga. Faqala Rasulullah

fabainama nahnu ala dhalika, wakati sisi tukiwa katika hali hiyo, mtume amekaa ametulia. Utiya annabiyyu sallallahu alayhi wasallama, akaletewa mtume sallallahu alayhi wasallama bi'araqin fiha tamrun, akaletewa chombo ambacho kinatendi. Wal'araqu almiktalu nikapu, eh, ikaletwa kapu limejaa tende, mtu amejitolea akaleta msikitini, ni sadaka yake. Qala, mtume alipopokea zile tende akasema, aina sa'il, yuko wapi yule muulizaji? faqala ana, akasema ni mimi. Qala, mtume akamwambia, khudha, chukua chukuwa hili kapu la tende, fatasaddaq bihi ukatoe sadaka. fa qala rajulu yule mtu akasema, ala afqara minni ya rasula Allah, sadaka huwa napewa fakiri hivi? Kuna mtu ambaye ni fakiri kunishinda mimi ya rasula llah? Fawallahi, namwapa Allah subhanahu wa taala, ma baina la bataiha, hakuna kati ya hivi vijiji viwili yaani, yuridu alhayataini anakusudia vijiji viwili hakuna mtu katika hivi vijiji viwili, au hakuna familia katika vijiji hivi viwili. ahlu baitin afqaru min ahli baiti, hakuna nyumba ambayo ni fakiri kushinda ufakiri wa nyumbani kwangu. Yani hakuna mtu ambaye ni maskini kama mimi, hakuna mtu ambaye ni fakiri kama mimi, kwa maana anazihitaji zile tende Apeleke nyumbani akale na familia yake. Fadhahika nabii sallallahu alayhi wasallama, akacheka Mtume sallallahu alayhi wasallama wa hatta badat anyabuhu, mpaka mameno ma yake yakaonekana mpaka magego yake yakaonekana. Thumma qala, kisha kamwambia atimuhu ahalaka, chukua hili kapu la tende ukawalishe watu wako tende hizi. Angalia uislamu ulivyokuwa una huruma. Yeye alikuwa anatakiwa atoe kutokana na lile kosa lake alilolifanya, lakini bado akaelezea na akamweleza Mtume SAW kwamba hakuna mtu ambaye ni fakiri kumshinda yeye. Ina maana watu wa nyumbani kwake wana hali mbaya. Mtume akamruhusu achukue zile tende kwa ajili ya kwenda kulisha familia yake. wa fi maana aljimai na katika maana ya jimai au katika vitu ambavyo vinaingia kwa upande huo, inzalul mani ikhtiyaran, ni mtu kujitoa manii kwa hiari. Fa idha anzala saimu mukhtaran, ikiwa mfungaji atajitoa manii kwa hiari yake, bitakbilin, kwa kumbusu mwanamke au lamsin au kwa kumgusa, au istimna'in au kwa kujichua sehemu zake za siri, au ghairi dhalika au kwa jambo lingine lolote lile, akawa ni mtu mwenye kujitoa mani, fasada saumuhu, funga yake itaharibika. Lianna dhalika min alshahawati allati tunakidhu saum, kwa sababu hilo ni katika mambo ya shahawa ambayo yanaharibu funga, wa alaihi alqadaa duna alkafara, na ni juu yake eh, kuilipa siku hiyo, lakini hatotoa kafara liana alkafarata la talzamu illa biljimaa faqat, kwa sababu kafara haiwajibiki isipokuwa hailazimiki kutolewa isipokuwa kwa kitendo cha jimaa tu liurudi lnafsi khaswan bihi, kwa kupokelewa dalili ambayo inahusiana na jambo hilo la jimai. Amma idha nama saimu, amma atakapolala mfungaji fahtalama, akaota kwamba anakutana na mwanaume au anakutana na mwanamke, au anzala min ghairi shahawatin kaman bihi maradhun au akatokwa na manii pasina kutamani, kaman bihi maradhun, kama yule mtu ana maradhi, mani anamtoka kwa sababu ya maradhi, fala yabtulu siyamuhu, funga yake haiharibiki, liannahu la ikhtiyara lahu fi dhalika, kwa sababu yeye hana khiari katika jambo hilo. Athalithu, jambo la tatu lenyeku haribu funga ya mtu ni ataqayyu amdan, kujitapisha kwa makusudi. wahuwa ikhraju ma fi lmaida min taamin au sharabin nayo ni kujitoa kukitoa kilichopo katika utumbo miongoni mwa chakula au kinywaji. an tariqi lfami amdan, kwa njia Aa, kwa njia ya mdomo kwa makusudi. Ama idha ghalabahu alqai'u, ama mtu anapozidiwa na matapishi, ima ni mgonjwa au matapishi yamekuja tu ghafla, wa kharaja minhu bighairi ikhtiyarihi, na matapishi hayo yakawa yametoka pasina hiari yake, fala yuathiru fi siyamihi jambo hilo halitoathiri funga yake, liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallama aliposema, man dharaahu lqaiu, atakayeshindwa na matapishi akawa ametapika, falaisa alayhi qadaun, hakuna haja kwake yeye ya kulipa, wa manistaqaa amdan — na atakayejitapisha kwa makusudi, falyaqdhi na alipe kwa. Kama mtu labda itatokea ametapika kwa bahati mbaya, funga yake ipo, lakini yule yule atakayejitapisha kwa makusudi, huyo ndiyo funga yake itaharibika. Arabiu, jambo la nne lenye kuharibu funga, alhijama. Tu ni hijama, chuku, kuumika, kujitoa damu, yaani wa hiya ikhraju dami min al jildi duna al uruqi, nayo ni ku ni kutoka damu katika ngozi, lakini haitoki katika mishipa famatahtajama aswaim, pale atakapoumika mfungaji faqad afsada saumahu, atakuwa ameharibu funga yake liqaulihi sallallahu alayhi llahlihi wasallama, kwa kauli yake Mtume aliposema, aftara alhajimu wa almahjum amefungua mwenye kufanya hijama na mwenye kufanyiwa. wakadha yafsudu sawmul hajimi aidan, na vile vile inaharibika funga ya yule anayefanya hijama, ya yule anayemfanyia hijama, na yeye pia funga yake inaharibika illa idha hajamahu bialatin munfasilatin, isipokuwa kama atamfanyia hijama na vyombo ambavyo viko tofauti kabisa na mdomo. Walam yahtaj ila massid addami, na haikuhitajia kunyonya ile damu. Wakati wa nyuma kule watu walikuwa wanafanya hijama, wanaumika wana Aya, mtu anakatwa, alafu mtu anainyonya ile damu, anaivuta kwa ulimi wake. Zamani walikuwa wanafanya namna hiyo, lakini hivi sasa kuna vyombo ambavyo vimetengenezwa rasmi kwa ajili ya hijama, kwa ajili ya kuumika. E, kama mwenye kuumika atakuwa anatumia vyombo, yeye funga yake itakuwepo, lakini yule aliyefanyiwa funga yake itakuwa imebatilika. Kwa hiyo huyo ambaye anafanya hijama kwa kutumia vyombo, fa innahu wallahu a'lamu la yuftiru, funga yake haito kuwa ni yenye kuharibika. Wa fi ma'na alhijama, na katika maana ya hijama, ikhraju dami bilfasdi, ni kutoka damu E, katika mishipa ima, msipo mpata shida damu nyingi katoka, ikafikia mtu anataka kupoteza maisha, damu yake inatoka nyingi, hapo huyo funga yake pia itaharibika. Wa ikhrajuhu min ajli tabarui bihi, na kuitoa damu vile vile kwa ajili ya kujitolea kumpa mtu mwingine damu, jambo hilo linaharibu funga vile vile. Amma khuruju dami biljarhi, ama damu kutoka katika jeraha au qal'i allarsi, au kungoa jino ha, umengoa jino na ikatoka damu, damu hiyo haiathiri efunga. Au ruafi, au damu inatoka puani, yani mtu alikuwa amefunga mchana wa mwezi wa Ramadhani, damu ikatoka kwa wingi puani. Fala yadhuru, damu hiyo haina madhara, haidhuru funga. Li'annahu laysa bihijama kwa sababu hiyo sio hijama, huko sio kuumika. Wala fi maanaha, wala haiko katika maana ya kuumika. Alkhamisu, jambo la tano lenye kuharibu funga ni khuruju dami lhaidhi wanifasi, ni kutokwa na damu ya hedhi au nifasi. Famata ra'at lmaratu dama lhaidhi, pale atakapoona mwanamke damu ya hedhi au nifasi, au nifasi aftarat, mwanamke huyo atakuwa amefungua. Wa wajaba alaiha alqadaa, na ni wajibu kwake yeye kuja kulipa huko baadaye. Liqaulihi sallallahu alayhi wa sallam fi almar'ati, wa qauli yake Mtume aliposema kuhusiana na mwanamke, alaysa idha hadati lam tusalli wa lam tasum, hivi mwanamke anapoingia katika siku zake, anapoingia katika ada yake si anakuwa haswali wala hafungi. Hii inaonyesha ya kwamba mwanamke anapoingia katika ada yake anakuwa e, kama alikuwa amefunga funga yake inaharibika. Asadisu, jambo la sita lenye kuharibu funga, niyatul fitri, ni mtu kuweka nia ya kufungua, kwamba wana mimi sina mpango wa kuendelea na funga hii. Inafungua kwa, anapoweka nia tayari funga yake itakuwa imeharibika. Faman nawal fitura, atakayenuia kufungua qabla wakti liftari, kabla ya wakati wa kufuturu, wahuwa saimun, nakiwa amefunga, batala saumuhu, funga yake itakuwa imeharibika. Wa in lam yatanawal muftiran, hata kama hajala kitu chochote chenye kufunguza, hajala wala hajanywa kwa kule tu kuwekania kwamba sina mpango wa kuendelea na funga hii, funga yake inakuwa imeharibika. Fa inna niyata ahadu rukunai asiyami, kwa sababu nia ni moja ya nguzo mbili za funga. Fa idha naqadha, atakapoitengua qasidan swidan, kwa makusudi qasida lfitri akiwa anakusudia kufungua, wa mutaammidan lahu, na akiwa amefanya makusudi kabisa, intaqadha siyamuhu, funga yake inaharibika, funga yake inabatilika. Assabiu, jambo la saba lenye kuharibu funga, ariddatu, ni kuritadi. Yani mtu alikuwa amefunga mwezi wa Ramadhani, akasema, kuanzia leo mimi sio Muislamu, nimetoka kwenye Uislamu, nimeuacha Uislamu, nimetoka Uislamu funga yake aliyokuwa amefunga inaharibika, hata kama atakuwa hajala chochote, limunafatiha lilibada kwa kule kupinga kwake ibada. Wa liqaulihi taala, na kwa kauli yake Allah aliposema, la in ashrakta, ikiwa tafanya shirki, la yahbatanna amaluka, matendo yako yataharibika, matendo yako yatabatilika, ikiwepo pamoja na funga. hayo ndio mambo yenye kuharibu funga, na haya tunayaeleza kwa sababu yako katika mtiririko tu wa kitabu, lakini ikifikia karibu na mwezi wa Ramadhani, mtu anaweza akayafuatilia na akayasikiliza kwa sababu yanakuwa yako mtandaoni. E, kabla ya Ramadhani, mtu anaweza akayafuatilia mambo haya na akastafidi na akapata faida, akajifunza mambo ambayo yatamsaidia e, kufahamu kwamba ni mambo gani ambayo yanaharibu funga ya mfungaji. Mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa darsa yetu kwa leo. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.